Wakati ripoti kutoka sehemu mbalimbali zikieleza kwamba wimbi la mauaji ya kinyama bado yanaendelea, mauaji hayo yameamriwa na Samia Suluhu Hassan, huku taarifa zikieleza kuwa idadi ya watu ambao mpaka sasa hivi wameuawa inawezekana kuwa inazidi watu elfu kumi. Sasa, licha ya kukua kwa idadi hiyo, bado serikali ya Samia inaendelea kuua watu. Na mauaji ya sasa, tofauti na yale ya mwanzo ambayo yalitokea hasa wakati wa maandamano yale yaliyoanza Oktoba 29, mauaji ya sasa yanawalenga watu majumbani mwao. Lakini taarifa za kutisha zaidi zimeeleza kwamba kuna makundi baadhi ya makundi ambayo yamekuwa yakiwindwa zaidi katika haya mauaji. Kundi moja ni lile la kawaida ambapo wanasiasa mbalimbali wa upinzani katika ngazi za mikoa, wilayani huko wamekuwa wakitekwa na wengine wakiuawa lakini kuna pattern mpya imejitokeza, na hii ni kuhusu madaktari. Uh, tayari madaktari kadhaa wameuawa na mauaji ambayo yanaonekana kama ni ya kupangwa, huku baadhi ya madaktari wengine wakiwa wametekwa. Jana uh, zilipatikana taarifa kwamba admin wa, wa, wa kundi la WhatsApp la madaktari uh, wa Tanzania, wana kundi lao la WhatsApp. Admin haijafahamu uh, kama ni admin mkuu au ni maadmin wako wengi katika hilo, hilo grup ametekwa. Na madaktari wanalengwa na wimbi hili kutokana na hofu ya utawala huu kuhusu ushahidi uliotapakaa katika mahospitali mbalimbali, kwa sababu kama unatembelea mitandao ya kijamii, bila shaka utakuwa umekutana na picha au video zinazoonyesha miili kadha wa kadha katika vyumba vya maiti vilivyopo katika hospitali mbalimbali mbali. Sasa kuna jitihada kubwa sana zinafanywa na Samia kuficha ushahidi huo wa hao waliouawa e, baadhi waliouawa wakati wa maandamano, lakini wengine wanaendelea kuuawa hadi muda huu tunaoongea. Na katika hili la kuficha ushahidi, sio tu katika hospitali bali pia imeelezwa na kuna clip, kuna uh, uh, video fupi imewekwa hapa Jasusi TV kuhusu jitihada za Samia kuficha huo ushahidi unaohusiana na, na, na, na watu wanauawa kutokana na hayo maandamano. Na video hiyo inaeleza kuhusu uteuzi wa mtoto wa Samia uh, huyu anaitwa Wanu um, ambaye ameteuliwa juzi kwenye baraza la mawaziri, baraza jipya la mawaziri la Samia uh, sasa huyu ameteuliwa kupelekwa katika wizara ya elimu na kwa mujibu wa taarifa, sababu hasa ya kumteua katika wizara hiyo ni kwenda kushughulikia taarifa za vifo vya maelfu ya watoto maelfu ya wanafunzi uh, maelfu ya wanafunzi waliouawa katika maandamano. Kwa hiyo uh, kwa kwenda kule, inakuwa rahisi kudhibiti zile taarifa za kwamba kuna wanafunzi wangapi ambao mpaka sasa hivi wameuawa, lakini taarifa zinadai kuwa ni maelfu ya wanafunzi wameuawa. Sambamba na hilo, mume wa huyu mtoto wa Samia yaani mkwe wa Samia anaitwa Mchengerwa. Huyu alikuwa waziri katika awamu iliyo, katika uh, serikali iliyopita ameteuliwa tena katika serikali hii, lakini amepelekwa wizara ya uh, amepelekwa wizara ya afya. Na lengo la kumpeleka wizara ya afya kwa mujibu wa maelezo ni hilo hilo uh, la kudhibiti taarifa kutoka katika mahospitali mbalimbali kuhusiana na waliouawa katika hili janga linaloendelea ambapo tangu uh, Oktoba ishirini na tisa maelfu ya Watanzania wameuawa kinyama. Wakati hayo yakitokea, uh, pia jana lilifanyika jaribio jingine ambalo kwa hakika watu kwa watu wengi wanaona kama ni matusi na kebehi kutoka kwa mtu ambaye amekuwa akiongoza mauaji ya maelfu ya Watanzania. Na hilo ni la kuhusu kilichoitwa tume huru ya kufanya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Aa, kwa hiyo Samia ameunda tume na kazi ya tume hii kimsingi ni kuchunguza serikali yake, kwa sababu serikali yake ndiyo inayofanya, maana tuseme, iliyofanya mauaji, ndiyo inaendelea kufanya mauaji, kwa kuwa hadi muda huu Uh, watu wanaendelea kuuawa na kumekuwa na jitihada hizo za kuendeleza mauaji upande mmoja, lakini upande wa pili kuficha ushahidi kuhusiana na mauaji mauaji. Kwa hiyo kuna hiyo tume imeundwa sasa. Kuna vitu kadhaa ambavyo vinakera kuhusu hii tume. Kwanza jina lenyewe la tume linakera kwa sababu tume inaitwa tume huru ya kufanya uchangu, uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29. Kwa hiyo kwa kwa, kwa Samia na watu wake wanaomwezesha kufanya huo unyama, la muhimu zaidi ni hiki wanachokiita uh, uvunjifu wa amani, matukio ya uvunjifu wa amani, lakini hakuna hata kuguswa na maelfu waliouawa. Kwa hiyo tume hii angalau, yani kama ile aibu angalau. Kuna, unajua unaweza kufanya kitu kibaya lakini ukawa na aibu inakusuta, au ukatumia mbinu kidogo kuonyesha kwamba kweli labda, kwa, kwa kuwaghilibu watu, kama una dhamira ya kufanya kitu kizuri. Kwa hiyo tume hii ingeweza kabisa kuundwa katika namna ya kwamba itachunguza huo unaoitwa uvunjifu wa amani, lakini upande wa pili ingeweza kuangalia kuhusu idadi ya watu waliouawa. wow. Hata hivyo, tume hii imepuuzia na kuna ukweli mwingi unaokera kuhusu hii tume ambayo taeleza katika makala hii. Kwanza, wajumbe wa tume uh, ni wanane. Katika hao wajumbe wa tume wanane, watano ni wanadiplomasia. Kwa nini wanadiplomasia? Kwa sababu jana Samia amenukuliwa akieleza kwamba anakiri kuwa haya yaliyojiri, actually yanaendelea kujiri, yameichafua Tanzania na kwamba kuna uwezekano uh, yakaathiri mapato kutoka nchi za nje kwa nchi za wahisani. Ah, uh, japo kuna unafiki miongoni mwa nchi za wahisani, zimekuwa zikionyesha kwamba kuguswa, wengine wanatoa uh, matamko kwenye account zao za mitandao ya kijamii, lakini hakuja kuwa na ile condemnation ya moja kwa moja, yani hakuna uh, tamko rasmi la kulaani kinachofanywa na uh, serikali ya Samia, lakini dalili zinaashiria kwamba huko mbele uwezekano wa kupata fedha kutoka kwa wafadhili kuhusiana na haya ni mdogo. Na jana ametamka bayana Samia kwamba kutakuwa na changamoto ya upatikanaji wa fedha, na akawaahidi akawaagiza watendaji wake wajikite katika kukusanya fedha kupitia vyanzo vya ndani. Maana yake nini? Maana yake ni tozo na kodi, wakati watu bado wana machungu. Watu wengi wamepoteza ajira, biashara nyingi zimeharibika, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo maisha yataendelea kuwa magumu, huku wananchi wakikabiliwa na misiba mfululizo kwa hiyo katika hao walioteuliwa idadi kubwa ni wanadiplomasia na ni watano. Sasa kwa nini wanadiplomasia? Kwa sababu hii tume imeundwa kwa lengo la kiuchumi pamoja na kisiasa. Kiuchumi kwa maana ya kwamba hawa wanadiplomasia ni watu ambao wana connections za kimataifa, wengi wamekuwa mabalozi, kwa hiyo angalau inaonekana kuwa ni watu labda wanaoheshimika katika jamii. Kwa hiyo kuwepo kwao tu katika hiyo tume kunaweza kujenga taswira nzuri kwa nchi wahisani. Kwa hiyo hasa hili ndio lengo la kuundwa hii tume. Lakini licha ya hao uh, wanadiplomasia pia kuna wakuu, uh, kuna mkuu wa maji, wa, wa jeshi la polisi mstaafu na pia kuna tume yenyewe inaongozwa na jaji mkuu mstaafu, lakini pia ina mmoja wa wajumbe pia ni jaji mkuu mstaafu. Kwa hiyo kuna majaji wakuu wastaafu wawili, lakini Profiles za wajumbe hawa wa tume wote ni watu wa serikali. Kwa hiyo hata kama ingekuwa huru kama inavyoitwa kuwa ni huru, bado tume hii haina uwezo wa kufanya uchunguzi huru, kwa sababu kimsingi wajumbe wa tume hii ni watu wa serikali, japo ni wastaafu. Kwa hiyo wana maslahi kwa serikali. Um, lakini kibaya zaidi katika tume hii pia, katika huu muundo, hakuna viongozi wa dini, hakuna taasisi za kiraia hakuna uh, wa, wa, watu kutoka vyama vya upinzani, ni watu wa serikali ambao ndio wameingizwa katika hiyo tume. Lakini pamoja na hayo, hata kama tume ingekuwa na muundo mzuri, hata kama ingekuwa hao walioingizwa katika tume ni watu waadilifu, na sio waadilifu, wengi wa waliomo humo sio watu wa adilifu. Kwa hiyo tume yenyewe ni ya mzaha, ni tume ya mchongo, tutumie neno sahihi. Licha ya hayo, wakati hii tume inaundwa, kuna changamoto. Kwanza, mauaji bado yanaendelea. Pili, serikali inaendelea kuficha miili ya waliouawa au kuiteketeza. Lakini pia hilo nilotaja kuhusu Wanu na mumewe Mchengerwa ni jitihada, muendelezo wa jitihada za kuficha na kuharibu ushahidi. Lakini jingine ni kwamba hadi muda huu serikali haijasema rasmi idadi ya watu waliouawa, lakini taarifa zilizopatikana zinaeleza kuwa idadi hiyo inakaribia zaidi ya watu elfu kumi. Uh, lakini kama alivyosema awali kuhusu muundo wa tume, wote ni watu wa serikali. Kwa hiyo uh, wana maslahi ya kuilinda serikali, lakini kuna mjumbe mmoja ambaye ana kera zaidi katika hiyo tume. Huyu ni Stergomena Tax. Huyu alikuwa waziri wa ulinzi kabla hajapigwa chini katika baraza jipya. Sasa huyu anahusika moja kwa moja na haya mauaji, kwa sababu yeye alishiriki katika jeshi la wananchi. Limeshiriki kwa namna moja au nyingine katika huu haya mauaji yanayoendelea kwa kuruhusu uh, vikundi vya wauaji kuwaua wananchi, lakini pia imeelezwa baadhi ya wanajeshi walishiriki kuwaua watu na vilevile vile kuna, kuna, kuna maelezo kwamba baadhi ya wanajeshi walikuwa na wagilibu wananchi kwamba nendeni sehemu fulani alafu wale watu wakienda ile sehemu wana wa. Kwa kimsingi japo kuna baadhi ya watu wanatetea jeshi la wananchi na hata Jasusi TV iliwahi kutetea jeshi la wananchi, lakini limechangia sana uh, katika idadi ya mauaji yanayoendelea kutokea nchini lakini pia ikumbukwe kwamba mkuu wa majeshi Jenerali Jacob Mkunda alikwenda kwenye vyombo vya habari na kueleza kwamba waandamanaji ni wahalifu. Kwa hiyo kumwingiza kwenye hii tume Stergomena Tax, mtu ambaye wizara yake uh, inaongoza jeshi na jeshi limehusika moja kwa moja katika haya mauaji, unaona kwa namna gani, uh, kuna mzaha. Na katika kumtaja kwenye hiyo tume kama mjumbe, hawajamtaja kama waziri wa zamani wa ulinzi, wamemtaja kama katibu mkuu wa zamani wa SADC, hii jumuiya, jumuiya ya maendeleo ya nchi ya kusini mwa Afrika. Kwa kuhitimisha, vipaumbele vya Samia kwa sasa ni vitatu. Kwanza ni kuendeleza hilo wimbi la mauaji ambalo taarifa zinaeleza kuwa mauaji yanaendelea kwa kasi na idadi ya vifo ni kubwa. Lakini pili ni kuficha ukweli kuhusu mauaji hayo pamoja na kuteketeza ushahidi, na tatu ni hizi jitihada za maksudi za kuwahadaa wa Tanzania pamoja na dunia. Hizi zimelenga zaidi katika masuala ya kiuchumi. Hata hivyo, habari njema ni kwamba huu ni mwanzo wa mwisho wa Samia. Jasusi TV itakuletea tathmini kamili ya lini mwisho wa Samia utawadia, lakini huu ni mwanzo wa mwisho, kwa hiyo kusio na shaka kuhusiana kuwa mwisho wake unakaribia wa asanteni, na kwa